za mwanadamu zitapimwa, kazi zako wewe zitapimwa. Kwa hiyo chochote unachokifanya ujue kwamba siku ya mwisho, siku ya mwisho, hiyo kazi yako itahukumiwa, itapimwa. Kazi yako itapimwa uko mbinguni, lakini kazi yako lazima. Mwambie mwenzako, kazi yako itapimwa, itapimwa wafanya. Hey, kwa ulegevu tu, njoo kanisani unavyojisikia, ngoja tu niende kanisani Yani kwa kweli hata kama ni saa tano haina shida yetu, niende kanisani. Kazi yako itapimwa. Unakuja nasafisha kanisani, tunisafishe tu vya hivyo hivyo, tumfagie mmoja, unafagia hapa, mwingine unafagia kule, katikati nacha pachafu. <laughs> Kazi yako itapimwa. Kazi yako itapimwa na, na, na kazi yako ikishapimwa lazima upate thawabu yako. Yaani, Mungu haweza kukupa thawabu bila kupimwa. Lazima upimwe kwanza ndipo upate ile thawabu.